Kwa na mapenzi wow! Kwa dhamana ambayo nimekabidhiwa na PM Bet, niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na mshindi wetu. Asante sana dada, nashukuru sana PM Bet kwa kuonyesha uaminifu mkubwa namna hii. Endelea kubashiri kwa sababu magari bado yapo mengi. Website ni ile ile, ni www.pmbet.co.tz Vipi, safi. Habari za huko? Naona ndo kumekucha, kumekucha. Mama yangu vipi, mbona umechelewa hivi? Ah, kuna vitu tunienda kuangalia kule juu, nikakosa kabii nishuke chini, ila nashukuru nimepata. Naondoka mm -hmm, zangu. Na mimi muda mshaenda sana, basi nikuwekea ata chai kidogo. Hapana mm -hmm. Nadhani chaenda kunyoka huko Basawa, ila nina wazo nimepata, na ko niko namba mengine, dakika chache tu. Unataka kunichelewesha? Amna, ni kitu cha muhimu sana, dakika kadhaa tu hmm. Kwa nini usinisubiri kwanza nirudi? Babe, naomba nisikilize dakika kadhaa tu. Afua utaenda napoend, kwani uwezo kusubiri nikaenda afu nikarudi? Bwana <sighs> mangu mimi nimekaa nimewaza nikasema, haya maisha ya umndani sio kwamba haya tutoshelezi, ila kuna vitu vikizi. Na mimi kuna biashara naijua kutembeza, uji kwa nisudi kwenye biashara yangu, kwa sababu kama wateja ninao, ilizo hela ambazo utakuwa unapata tunanua labda unga, mchele, mafuta, mimi hela ambazo nitazipata kwenye uji. Na kwa labda nanua mboga kwao, tunakuwa tunabadilisha mboga umndani. Sasa nikasea, kwa nini sikushirikishi na mimi nirudi kwenye biashara yangu ya zamani? Yaani katika kitu ambacho sikihitaji niwe kutoka hapa kurudi katika biashara zako za uji.